Kuna mipango mingi ambayo ulitarajia uikamilishe kwenye maisha yako. Mwisho wa siku, mwaka umeisha na hakuna chochote ambacho umeambulia. Vyote hivi visikufanye ukawa mnyonge na mtu usiye na furaha. Kwa sababu gani? Upo upande wa pili ambao unaweza kukusaidia ukarudi kwenye hali ya kawaida, na si kitu kingine, ni kujifunza kushukuru. Watu wengi tumekuwa na desturi ya kuhesabu mabaya tu na tunasahau yale mazuri ambayo tunakuwa tumekamilisha kwenye maisha yetu. Na kuhakikishia ukiweza kujifunza kushukuru, utakuwa mtu mwenye mafanikio kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Unaposhukuru, maanake unafungua ukurasa mwingine kwenye maisha yako. Sasa basi, ziko namna ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuonyesha shukrani kwenye maisha yako, na jambo la kwanza ili uweze kuonyesha shukrani kwenye maisha yako na uone kama kuna vitu vimefanyika, hakikisha unaorodhesha mambo yote ambayo umeyatekeleza kwenye maisha yako bila kujali yalikuwa mazuri au mabaya. Orodhesha vitu vyote kuanzia mwaka unavyoanza mpaka mwaka unavyomalizika. Angalia ni mazuri mangapi ambayo umetekeleza kwenye maisha yako, lakini pia ni mabaya mangapi ambayo yamekutokea kwenye maisha yako. Ukishaorodhesha vitu hivi, akili yako inabidi ielekeze kwenye vile vitu vizuri ambavyo umevifanikisha kwenye maisha yako. Ukishatambua kwamba kuna mambo mazuri ambayo umeyatekeleza na kuyafanikisha kwenye maisha yako, basi kwa hayo hayo mambo machache, basi unamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaposhukuru, hii inakupa nguvu ya kuanza upya tena kupambania ndoto zako na yale mambo ambayo ulikuwa umepanga kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo litakusaidia kuonyesha shukrani kwenye maisha yako ni kuhakikisha unashukuru hata kwa kitu kidogo. Kumbuka, wakati wewe ukilalamika kwamba ulichopata ni kidogo, kuna mtu mahali hata hicho kidogo ambacho wewe ulicho nacho yeye hajakipata. Hivyo ni vyema kuonyesha shukrani hata kwa hicho kidogo ambacho unakuwa umekifanikisha kwenye maisha yako kwa sababu ni sehemu ya mafanikio. Jambo la tatu ambalo linaweza likakusaidia kuonyesha shukrani kwenye maisha yako ni kuhakikisha unaepuka kujilinganisha na watu wengine. Mara nyingi tunajiona hatujafanikiwa kwenye maisha yetu kwa kutizama maisha ya watu wengine, kwamba mtu fulani amejenga nyumba, mtu fulani amenunua usafiri, lakini wewe mwisho wa siku ukijiangalia, unaona hayo mambo yote hujayatimiza. Lakini kumbuka, unaweza ukawa hujanunua usafiri au kujenga nyumba, lakini Mwenyezi Mungu anakuwa amekujalia afya njema hilo ni jambo la msingi sana ambalo inabidi ushukuru. Kumbuka, unapokuwa na afya manake ni mtaji wa kwanza wa kukamilisha mambo mengine ambayo nata, unatamani kwenye maisha yako. Hivyo, ili uweze kuwa na amani na uwe mtu wa shukrani, epuka kujilinganisha na watu wengine. Ehe, kama kuna mtu fulani amejaliwa kufanikisha kitu ambacho na wewe ulikuwa una kiota lakini kwa bahati mbaya hakijapita kwako, basi mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo hatua. Kwa sababu gani? Yapo mambo baadhi ambayo yamekusaidia na huyo ambaye unahisi amekamilika kwenye maisha Mwenyezi Mungu hajampatia. Eh, kuna mtu leo hii unaweza kuona amefanikiwa, ana usafiri, ana nyumba nzuri, ana maisha mazuri, lakini ndani kwake magonjwa hayaishi, ndani kwake matatizo mbalimbali mbali hayaishi. Hivyo mshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa hayo machache ambayo unakuwa umeyafanikisha kwenye maisha yako. Jambo la nne, ili uweze kuonyesha shukrani kwenye maisha yako, hakikisha unaepuka malalamiko. Mara nyingi tumekuwa ni watu wa malalamiko kwenye kila kitu eh? Hapo anza mwaka wako jitahidi sana kuepuka malalamiko. Malalamiko yatakuzuia wewe kupiga hatua kwenye maisha yako. Malalamiko yatakufanya wewe ujione ni mtu ambaye haujafanikiwa kwenye maisha yako, na mwisho wa siku sasa utajikuta unaishia kujutia na, na utakuwa ni mtu ambaye hauna furaha kwenye maisha yako. Hivyo basi ni vema ukajiweka mbali na malalamiko na na badala yake jifunze kuchukua hatua kwenye kila changamoto ambayo unakuwa unakutana nao kwenye maisha yako. Jambo la mwisho na la msingi sana, jifunze kujipenda. Kwa sababu gani? Unapojipenda na kujijali, unatengeneza mazingira ya kuridhika na namna jinsi ulivyo. Hii ni moja ya njia ya kuonyesha shukrani kwamba uh, hata kama maisha yako ni magumu kiasi gani, hata kama umepitia changamoto ngumu kiasi gani bado una nafasi ya kuishi na kuendeleza kufanya mambo yako pasipokuwa na nini, pasipokuwa na changamoto yoyote. Baada ya kusema hayo, asante kwa kunisikiliza na nikutakie mafanikio mema.